Bali leo nitakutajia vyakula ambavyo vina balance homoni zako, wewe mwanamke. Chakula namba moja ambacho kina balance homoni zako kwanza ni, ni, ni, ni maziwa. Tumia maziwa kwa ajili ya kubalansi homoni yako. Mara ya pili ni utumiaji wa samaki. Yale mafuta ya samaki ni mazuri kwa sababu yana omega 3, 6, 9 na DHA kwa ajili ya kubalansi homoni zako, lakini pia kutumia pears ni nzuri kwa afya yako. Kutumia mboga mboga za majani zenye rangi ya kijani ni nzuri. Kutumia brokoli ni nzuri kwa afya yako, lakini pia kutumia mdalasini matumiaji, uh, ya mdalasini na manjano ni nzuri. Kutumia chia seeds ya mbegu za chia. Kutumia avocado. Kutumia uh, kutumia tunasema kutumia chenza ni nzuri. Chenza na chungwa ni nzuri sana kwa afya yako, lakini pia a, kutumia mbegu za mbegu za, za, za tikiti maji ni nzuri. Blueberries ni nzuri, lakini pia kutumia chocolate nyeusi. Kwenye video tumeshaelezea faida za chocolate nyeusi, lakini mwisho kutumia mbegu za uwarozi. Tuambie hapo chini, wewe je, una changamoto ipi ambayo unaipitia juu ya hormone imbalance?